Zaidi ya vijana ishirini na watano walishikwa wakati wa maandamano yaliyofanyika siku ya Jumatano hatimaye wameachiliwa huru na mahakama ya Kerugoya kwa dhamana ya pesa taslimu. Kulingana na ripoti ya maafisa wa usalama, walishtakiwa kwa kujihusisha na mikutano haramu inayokiuka vipengee vya 78 na 79 vya kanuni ya jinai.

Wakili wao Jen Jerry Maina na LSK Victor Munene walitetea kuwa vijana hao kupokea adhabu nyepesi kwani ni mara yao ya kwanza kushtakiwa.

Uh, today we have represented, uh, youths who had been arrested and charged in court together with my learned senior, Honorable Njeri Maina, and she has the support of Honorable Senator Morango and Honorable Madenge. And we have breathed life to the Constitution, Article 37 of the Constitution, that gives every citizen, every person, the right to demonstrate, right to picket. Aidha, vijana hao walionywa dhidi ya kukosa kuhudhuria vikao vya mahakama, matokeo ikiwa ni kuzidisha muda wa kesi mahakamani, kesi hiyo ikipangwa kusikizwa mnamo tarehe kumi mwezi wa Julai. The court has considered free bond for those who cannot afford cash bail and surety to those who do not reside within the county. Muhakikishe mmekuja kotini. Mtu mmoja akikosa kukuja kotini, tunaahirisha kesi. So you ensure Okay? Yeah. Haya ya kijiri katika kaunti ya Nyeri watu wanne walipoteza maisha yao huku 27 wakipata majeraha kwenye maandamano, uharibifu mkubwa ukishuhudiwa baada ya wahuni kuingia katika duka la Naivas na kupora mali yote na maduka kadhaa pia kushambuliwa, polisi vile vile wakikabiliana na waandamanaji.